Okay, Zablon na mtazamaji hapo kuna kuna jambo ambalo linahitaji kueleweka kwa kidogo. Kwanza kubadilisha CBC kuwa CBE aina a, a, yani kwa njia moja haikuadhiri CBC kwa lolote lile. In fact, kile ilifanya ni, a, ni ni kama vile sasa tuko katika hii kipindi mm, na tujiulize ni vitu gani ambayo tunaweza fanya bora na tuzilete tu. Unajua, hiyo haita affect vile tunafanya mm, lakini itatuongezea ubora. Kwa hivyo hii kubadilika kuliongezea ubora na focus. lakini kuna kuna kitu hiki ambacho sasa umeuliza, uh, kuhusu vile au wanafunzi milioni moja. In fact, uh, wanafunzi wale walitoka uh, fom fom fom fom one wakaenda fom two, wakaacha madarasa ya fom one walikuwa one point three million, na wanafunzi wale ambao walifanya grade eight wakienda nine walikuwa one point one. mm -hmm. Unajua hiyo inamaanisha y kwamba shule za sekondari zilikuwa na nafasi za miambili, alfu miambili zaidi. Yani, kama hawa watoto wote wali walipelekwa sasa au walikuja grade 9 mm. na wataenda grade 10. Kama wangehamishwa wapelekwe kwa shule kama 9, katika shule za sekondari kama mm. grade 9 ingefanyiwa katika shule za sekondari, hata hizo shule za sekondari zingekuwa na nafasi extra 200,000 but sasa tulijaribu kusukuma hiyo hata kupitia informal ways kuongea na serikali, lakini wakasema ni system na iwezi badilishwa mm, yaani